Yemsema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, neno lako linasema wewe ni wa kwanza na wa mwisho na, na umie hai na, na, na wewe ulikuwa umekufa na tazama, uko hai hata milele na milele, na umesema unazo funguo za mauti na za kusini. Jioni ya leo masaa haya wa Yesu yes. Ninakuja kwako, ninakuja kwako wewe ambaye amba. ulikuwa umekufa kwa ajili yangu. Wewe ni Mungu uliye na ufunguo wa kuzimu na wa mauti. Jioni ya leo, wewe ambaye amba. ulikaa kwenye moyo wa nchi siku tatu ukifanya kikao na adui, ukamnyang'anya ule ufunguo aliyofungia aliyofungia vya Niko nifungia haijalishi, haijalishi ni kule nyumbani, haijalishi kwenye miti, kwenye maji, kwenye mawe, kwenye milima, kwenye mahandaki, kwenye mashimo, kwenye misitu, njia panda, kwenye uvungu, kwenye vyungu, kwenye chuka, kila mahali jua maana umesema yamefichwa machoni pangu. Wewe unajua saa hii ninasimama na imani. Umesema kwenye neno lako ya kwamba haya ndiyo ayanenayo yeye aliye mtakatifu aliye wa kweli aliye na ufunguo wa Akili yangu, akili ya watoto fahamu zangu, walikozuia mbaraka wa ndoa wa ndoa wa ndoa, mbaraka wa elimu, mbaraka wa eli, kazi mbaraka, mbaraka wa uchumi, walikofunga nisiombe nisisome neno, leo napeleka damu ya Yesu kama ufunguo, ukafungue ukafungue uka katika jina la Yesu. Ndio, tulia, baki tu uwepone, baki tu uwepone, baki tu uwepone yes. Baki tu uwepone, ndio naona. Hebu jiachie tu, wala usijizuie. Roho Mtakatifu anapita katikati yetu kwa moto, anapita kama moto, anapita kama moto, anaona mahali wamefunga, mahali wamefunga bahari wamejiapiza, anapita anapita na anapita anapita, kama moto, kama umeme, kama radi. acha afungue acha afungue acha afungue Mtake msitake, mtake msitake, anatoka amtake msitake, anatoka mtake msitake, sitake anato uzao wako wa kwanza. waachiliwe uzao wako wa kwanza. waachiliwe uzao wako wa kwanza. waachiliwe uzao wako wa kwanza. waachiliwe uzao wako wa kwanza. sinaona mahali wanaupeleka, sinaona mahali wanaweka uzao wa kwanza nimesema uzao wa kwanza uzao wa kwanza wa uachie, yes, wa uachie, ndio, wa uachie, ndio, wa uachie, ndio, wa uachie wauachie uzao wa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, achia uzao wake wa kwanza, achia uzao wake wa kwanza, achia uzao wa kwanza, achia kuraba shekere mandara wasika. Endelea, endelea, endelea, ndio, endelea, endelea, endelea, ndio, endelea, ndio, uzao wa kwanza, uzao wa kwanza, uzao wa kwanza, ndio damu ya mwana kondoo, naona kamba kwenye uzao wa kwanza light. Mngeona kama ninachokiona singeomba kwa ulegevu, singeomba kwa ulegevu, singeomba kwa ulegevu. Kamba iliyofungwa kwa uzao wa kwanza, kamba iliyofungwa kwa uzao wa kwanza, kwa uzao wako wa kwanza, kwa uzao wako wa kwanza. Baba ufungue, Baba ufungue, ruhusu, ruhusu afungue, ruhusu afungue, ruhusu afungue, omba, omba. Leo unawachia leo unawachia leo unawachia, ni moto unawachia, ndio nimesema, leo unawachia, nimesema leo unawachia, haubaki hata na mmoja, haubaki na mmoja, haubaki na mmoja, na yule wa pili, na yule wa hhayo maisha ndio pale, ulipomfunga pale ulipomfunga kwa kamba za mauti na kuzimu, kamba za mauti na kuzimu, na zikaka. Kwa mamlaka niliyopewa na zikaka hizo kamba, ndio wabamaanisha. Sukuma maombi tena, usizuiliwe usiombe.

Wachie nguvu ya maombi. Wachie nguvu ya kuomba. Nasema na ule mpinzani wa maombi. Nasema na ule mpinzani wa maombi na anayepambana kwamba turuhusu waombe. Hebu endelea kuomba wewe, usinyamaze. Ndio. Huyo unasemesha moja. Hutapumzi lala, utapumzi. Ndio. Ua tena Yesu, nataka huyo aliyejificha huko ndani, yule anayezuia, yule aliyekula kiapo. Hatumwachini wa kwetu, yes, kwamba hatumwachini wa kwetu. Sikia sasa, huo ni moto. Hiyo pumzi ni moto, hiyo pumzi ni moto, hiyo pumzi ni moto, hiyo pumzi anayokuta ni moto. Ni moto kwenu, ni moto kwenu, ni moto kwenu, kwenu. Kila mlichofunga achia, toka, achia Lazima mwachie vile vya kwake, ndio nguvu ya kuomba, nguvu ya kusoma neno. Mmefunga, mmezuia, mmefunga, mmezuia, nachia, mnachia, mnachia, mnachia, endelea, endelea, endelea, omba, omba, omba, omba. Kuna mtu naona anafunguliwa, kuna mtu naona anafunguliwa, kuna mtu anafunguliwa.